Na askonzi kumi na tano, Mungu alikuonyesha kupita kwenye hiyo mikoa ambayo umepita. Na je, katika kila mkoa Mungu alisema na wewe kwa habari gani? Katika kila mkoa Mungu alisema na mimi kwa hasa, na kwa namna tofauti. Mfano e, mkoa wa Singida kuna watu waliokuwa wameandaliwa nione nao. Singida sijavunja madhabahu, hata ni kama nimevunja kwa kuwa kuna mambo mengine kayafanya yeye, siyajui, hajanifunulia. Ila Singida kujafunuliwa kwamba nimevunja madhabahu. Maana mara ya kwanza ni, kuna madhabahu niliyowahi kuivunja ambayo ni chimbuko la wanitangi moja, inaitwa Kilumi e, Matongo kata ya Kilumi kwao Singida ilikuwa kivyake, Manyala likuwa na penye, ilikuwa kivyake na ile hali ya madhabahu iliyokuwa ina, na, na, napata uvuvio wa kwenda ivunja ni hiyo ya Arusha na kuendelea. Kwa hiyo hizi Singida na Manyara ni sehemu ambazo ulipita tu, ni njia ya kupita nilipita. Kuna nilikuwa na wito e, mfano taasisi kubwa ya hospitali ya KKT inaitwa e, Haydom. Kwa hiyo so, nilikuwa na wito hapo wa kwenda kuomba kwa ajili ya watu wanaotaabika na kuangaika hapo, lakini njiani kuna watu ambao waliokuwa wanahitaji msaada niliopatanishwa na nao hmm. e, na hususani e, nilipoingia Manyara, wito mkubwa ulikuwa ni makanisa, makanisa e, makanisa na kanisa, wale walio nipokea, nilifanya nao semina, lakini kuna wito niliokuwa nao mkubwa kwenda kumtia nguvu mtumishi mmoja anaitwa Yusufu ambaye anahubiri stendi e, hapo Babati. Nilitumwa kwenda kumtia nguvu anaitwa Yusufu kila siku yeye kazi yake ni kwenda hapo na anaishi kwa dhiki kubwa. Nilienda kumtia nguvu, lakini tulienda kufanya hata uinjilisti e, tumeacha matunda tayari hapo okay. Na sio hilo tu, bali hata kushuhudia mtu mmoja hadi mwingine. Na pale stendi nimekaa siku nne nikihubiri. Siku ya kwanza, mh, alihubiri mwenyeji, tukiwa naye tunasaidizana, siku ya pili, ya tatu, ya nne nikawa kwenye kusema kitu ambacho kilikuwa kimepewa ndani ya moyo wangu, na kila mkoa ilikuwa kwa stari e, na kwa namna yake. Hata Arusha yenyewe ikawa na huduma tofauti na hii mikoa, maana madhabahu zote hizi kubwa e, wa masonjo na hii madhabahu ya e, donyo enkai zote zipo Arusha, japokuwa hata kule Arusha kuna watu niliokuwa nimetumwa mmoja hadi mwingine na nikipata muda wa kushudia kaya hadi kaya, baadhi ya sehemu na nilipokuwa napita njiani, japokuwa mambo mengine ni Mungu niliyashangaa.